Gigi, bwana alitamka neno sivi, niliwekaje? Alisema, "Dudubaya, Dudubaya una nani kubwa? Yani ume mkubwa mbele za watu hmm, mbele ya binti yangu. Mtazamaji wa Dudubaya TV tunarudi mpaka mwaka elfu mbili na kumi na nane. Ulikuwa uifahamu uh, vizuri sasa. Watoto elfu mbili anakusimulia vizuri Dudubaya, bwana uliwahi kumpiga mrembo Gigi, mane Gigi ni kiki, Gigi ni hela nataka tufahamu kidogo, kwa sababu uh, watu wanatamani kupata ile throwback ilikuwaje, na kwa nini uh, mpaka ukaamua kufika kumpiga Gigy Money, kwa sababu ni mshikaji wako, alikuwa ya, ni kweli Gigy, kwenye kwenye Wasafi Festival 2018? mm. tulikuwa benet sana mm. ni mchizi wangu na hata wasanii wote hata kwenye mtambo kwa ukiona mpaka wasanii wote Wasafi wote walikuwa wanasema wewe na Gigy mnaendana sana, kwa hiyo ya namkubali na yeye ananikubali. mm. Okay, shanaelewa, lakini mm. siku limetokea tukio la ku nilimwadhibu <laughs> kuna kupiga na kuadhibu, kwa hiyo nilimwadhibu <laughs> kama, kama mkubwa kwake kiumri <laughs> ni mkubwa kwake kimziki, shanaelewa. Uh, tulivyofika Mwanza mm. Hotel kama ilivyo kawaida, show ni Jumamosi, lakini Ijumaa huwa kuna show ile ya usiku mm. ya after, nini ya? Nini ya? Aa, inaitwa sio after party, inaitwa before party. Tunaweza tukatumia hivyo before party, maana baada ya show tunaita after party mm. kwa hiyo tukawa, ilifanyikia jembe ni Jembe Beach, mimi niko na binti yangu Maria kama unavyojua sasa hivi ana miaka ishirini na tano. Hmm. maana ake elfu mbili na kumi na nane ana umri gani? ni mkubwa. Hmm. kwa hiyo tukiwa, niko na binti yangu na wasanii wote tuko pale. Hmm. kama kawaida, tuna enjoi sasa. Tulivyo mda ulipofika, turudi hotelini, tukiwa kwenye kosta, na ndio maana nitakuja kukumbusha issue ya, ya Ruby kama shasikia gile ya Ruby, naye alitumwa. Hmm. Hmm. tukiwa kwenye kosta Said Fela yuko hapa, na unajua, Said Fela ni Gigy Money anamuitaga, anamuitaga baba baba mdogo, kwa sababu Said Fela mwanamke wake alishakuwa ni mamake Gigy Money. Yeah. Yes, kwa sababu mamake Gigy Money alikuwa ni mcheza show, ni dancer. Kwa hiyo Said Fela akiwa meneja wa mziki, walikuwa kwenye mahusiano. Kwa hiyo Gigy Money kabisa, hata tukiwa Wasafi Festival, anamuitaga Said Fela baba. Okay. Sikwa tujui hilo watu. Yes. Umeona? Hmm. Kwanza na Gigi ndio aliyenitambulisha mbele, alitambulisha mbele wasanii wasanii, Said Fera ni kweli alikiri hivyo. tukiwa tumekaa hivi tunarudi hotelini Gigi akanyanyuka kuwa vefani Gigi bwana alitamka neno ambalo sikuvumili, nilivumilia. Mm, sijui niliwekaje. Alisema Dudu Baya mbele za watu, mbele ya binti yangu mm. Dudu Baya una nanii kubwa, yaani ume mkubwa, ah. Yes, mbele ya wasanii wengi, yes, na mbele ya binti yangu mm. so ashamed kila msanii aliinamisha kichwa chini, mwenye nikainamisha kichwa chini, Maria akainamisha kichwa chini yeye, yeah, anaona ni kawaida tu mm. Tukafika hotelini hiyo siku, nikavumilia. Unajua mi sipigagi mwanamke, sasa nikuwa sielewi target yake ni nini? Mm. Kesho yake, Jumamosi, siku ya show mm. Tuko backstage hmm. Harmonize yuko hapa, Hadija Kopa huyo hapa, lazima tumheshimu Hadija Kopa kwa umri wake kaka pale nami, nimekaa nimeshamaliza show, nimekaa na binti yangu kama kawaida na wasanii wengine. Akatoka alikotoka akiwa na watangazaji, nikawa naona kwa mbali kama kuna kamera kamera hivi, maanaake alikuwa anatafuta nini? Kiki, Gigi ni kiki, hmm. kweli. Akaja mpaka pale kufika mpaka pale mwanangu, wasanii wote wako backstage wamejaa Muulizeni, hata Adijakopa, Hamaraisi. Akaanza kusema nimeshapata, taarifa huu sio binti yako, ni demu wako, yani Maria. Sasa mtoto wako kabisa? Yes. Mm. wewe unaweza ukafanya nije? Yes, jana uliniambia, mbele ya mtoto wangu, mbele za watu, mimi na ume mkubwa, leo tena Jumamosi tuko kwenye show, unaniambia huyo sio binti yako, unatudanganya Nimepata taarifa huyu ni mwanamke wako, ko pale pale nikachukua akshen ya kumwadhibu. Sikumpiga, nikampiga bonge la banzi, bonge la bumbaki, huyu chini huko, na waandishi walikuwa na rekodi. Ah, pale walishindwa kurekodi kwa sababu nishasimama, si wenyewe wanaofia kamera zitapitiwa kama upepo <laughs> kwa hiyo Gigi akakimbia. Baadaye, baadae mabaunsi wakawa wanamtoa mpaka nje kule Alivyofika nje kumbe ndio ok. Sasa anafundishwa namna ya kuja sasa, mm, kuja kunipalamia mimi sasa, kama tunagombana mm. Tayari na waandishi wako walisha seti mitambo mm. Kweli na Gigy anakuja huyo, anatukana na nini huku na huku, waandishi nao wanakuja, mimi nicho kifanya tu nikamwambia Gigy, wewe siwezi kukupiga, mm, na nyenye waandishi wa bali, nitavunja hizo kamera zenu zote, mm, funga kamera yako wakafunga kamera wakaondoka, Gigy akatolewa ndo inshu mpaka hotelini. Sasa tukiwa hotelini, naona kuna watu si kadomomo si nani ana, anaanza kulaumu mimi, eti umekosea. Kadomomo nalaumu mimi nimekosea hivi? Mpumbavu nini, una akili kweli? wali kadomomo hotelini hapo Congress eti mimi naonekana tena mimi ndio mtuhumiwa. Maana yake huyu Gigy kuna vitu walitumwa ndio maana kamera zikawa tayari kurekodi hilo tukio mimi nionekane kwenye jamii kama mimi ni gaidi kweli? kado mumu, Wasafi, mmeshuhudia tukio. Mtu ananiambia mimi naume mkubwa kunizalilisha, kutoa mambo yangu ya siri kutoa faragha zangu, kesho yake anaanza kuniambia binti yangu ni demu wangu ni mwanamke wangu, alafu bado unakuwa upande wako, wake unakuwa against na mimi, are you stupid? kwamba alikadoma mpumbavu, ndo hapo Wasafi zikawa kama hazi hivi hivyo, ndo maana elfu mbili na kumi na tisa wakawa wananitafuta wananitafuta wananitafuta, ndo wakaja wakamtuma Ruby tukiwa hoteli Ilinge. elfu mbili na kumi na tisa, kametoka na kanyaye na mwili wake kama chunusi, kamekondeana, mbavu mbavu zimevunjika, kametoka kwa chumbani, mimi kwa mapokezi nimeshajiandaa kwenda uwanjani kwenye show, kanaanza kunitukana. Sijawahi kukaa nako meza moja, sijawahi kuwa na namba ya Ruby sijawahi yani, yani kwa chochote sijawahi hata kukutana nako. Mm. Tumekutana nako Wasafi Festival Mwanza na pale Iringa, kwa sababu mimi nifanya show mbili Mwanza na Iringa. kama tuma kameanza kunitukana, kametukana karibu nusu saa matusi unayojua wewe. Roho Mtakatifu akaniambia achana nako, wasanii wote walishuhudia. mi baadaye kalivyomaliza na kalisaidiwa, sababu Dudu Baya apiga Gigy mwanamke lakini ningekuwa napiga mge, ningekavunja kale na kalivyo kana afya mbovu kale, ningekakunja hivi kama waya. Lakini sipigagi mwanamke. Roho Mtakatifu akanambia achana nako, kumbe kalikuwa kametumwa ili nikapige, vyombo vya habari virushe dudu baya alimpiga gigy money, alimpiga nani, alimpiga rubi kwao, nionekane mimi kwenye, kama nilivyosemaga, oil chafu kwao. Kuna watu wapo na ni wengi wapo kwa ajili ya kushindana dudubaya tu na duluba yuko peke yake, wana matv wana maredio wako kibao. Hmm, zote hizo ni mbinu ambazo wana, wanazitafuta kuhakikisha labda hata nimefungwa jela, kwa sababu rubi ningempiga pale, angekimbilia polisi, angekomaa mahakamani. Na mtu akiupeleka polisi mahakamani, anaweza yeye asije mahakamani, wewe ndio kwa unahudhuria wapi mahakamani? Kwa hiyo ingenibidi mimi niwe natoka Dar kwenda tarehe ya mahakamani wapi Iringa, Iringa. Nasomewa napangiwa ta ingia narudi da nakuwa naenda wapi tena Iringa. Iringa. Huo ndio mchezo. Nikukatishe kidogo hapo. Ulikuwa na matani labda na Gigi Mane, kwa sababu labda mlikuwa mna ushikaji huo wa kutaniana sana. Kutaniana, tumetaniana sana na Gigi. Sababu kuna kipindi namrekodi na post. Kuna kipindi mimi nilisinzia kwenye Costa, aka record aka post, na ile trend sana wakati. Kwa hiyo mimi na Gigi, yani tulikuwa close, yani tunataniana tunaacha. Yani sisi na Gigi ilikuwa tukikaa sehemu wasanii wote wanazunguka pale Wana yes wanaenjoy, so nami mm. na, na, na, ni mtu ambaye ndio maana mi nikikaa sehemu wasanii waga wanapenda kuja kukaa karibu kwa sababu meza yangu ni takatifu, afu mm. lazima mcheke mm. lazima mfly, shanaelewa vizuri meza yangu mm. mimi ukikaa hakuna ugomvi mm. hakuna chuki, hakuna wivu, hakuna roho mbaya, yani meza yangu ni takatifu, ni amani, upendo na furaha mm. shanaelewa vizuri okay. So lube ya lube ile pale wakashindwa mm na hata kwenye kosta la kwenda uwanjani sikupanda, nikachukua kuruza washikaji zangu yale ya utalii. Kaingia uwanjani, ndo nikazimiwa na mziki, nikaimba nyimbo moja tu nikazimiwa mziki. Lengo amemtuma Tudi to Thomas kwamba eti ananiambia utaimba baadaye. Ulishai kuona show msanii umepangiwa ratiba? Kwa sababu mkiwa wasanii wengi kama Wasafi Festival, fiesta au tamasha lolote kama hilo Diamond kava kule, kuna ratiba imepangwa kwa sabana boy risali moja saa fulani muda fulani, Harmonize muda fulani muda fulani, Diamond muda fulani. Sasa we muda wangu mimi umepangwa kabisa ni nusu saa, naimba pale wanja wananishangilia, alafu anatumwa mtu anaambia DJ usipige nyimbo inayofuata. Nageuka hivi, na na mm, shuka utapanda baadaye. Kumbe alikuwa ametumwa Wasafi TV mm, narusha live mm, nitafanya tukio kama nilivyompiga Mr. Nice jukwani, kwa hiyo uoga wanacheza na, na mm, pale mm, TV narusha live tumtengenezee yeni, ni mkorofi aliyeshindikana. Yani mimi ninavyohubiri upendo, amani na furaha, kuna watu na shetani wao wanahakikisha mimi nionekane jitu katili lenye chuki, wivu na roho mbaya, wakati wao ndio makatili mpaka wanazulumu wasanii. Wao ndio makatili wanazima vipaji vya wasanii, wenye roho mbaya, na ndio maana majitu wenye roho mbaya yako tayari kukufanya wewe uonekane mwenye roho mbaya, wenyewe ndio na ndio maana hata mchawi akikukosa, yeye ndo anakuwa mjumbe mkubwa kusema, kale ni kachawi, kale ni kachawi, kumbe akakushindwa. Kwa hiyo nilipomkaribia tu Thomas, ngam nini, unashuka yeye, Roho Mtakatifu wa Godfrey tumeni, usirushe usirushe ngumi, wape mic yao kama kawaida. Roho Mtakatifu akasimama na yeye, nikampa tu mic hivi, afu nikashuka. Nashuka, mkuu wa wilaya Kasesela ya ya ya Iringa ananifuata, sababu so, nilikuwa nimekaa naye kabla ya kuimba. Mbona mbona unashuka? Watu wangu Iringa wanakushangilia wanji mbona umeshuka? Nilimwambia tu Mzee Kasesela. Doze doze. Nitumia maneno haya hiyo. Doze doze. Ananifuata nikafika, nikakaa na yeye, alikuwa amekaa pembeni hapo. Nikamwambia niache kwa nitakueleza baadaye. Kweli mimi nika nika nikaendelea kuangalia show tena baada ya hapo, alifuata alipanda jukes. Kaendelea show ikaisha, kapanda Land Cruiser ile mpaka hotelini, basi ya kesho yake tukarudi, ndio kisa kile nilichokataa ni kuongozana na Wasafi kwenda kupanda mlima Kilimanjaro. Tua ilikuwa imeandaliwa na wizara ya utalii chini ya waziri Hamisi Kigwangala. Mm. Kama unakumbuka nikakataa, kwa sababu ilikuwa daftari linaletwa kila msanii aandike jina lake ili wizara ijue wanaenda okay, wasanii wanga. Kwa hiyo daftari, tulikuwa kwenye kosta, niko na kuindalini babu Said Fela Madi, mheshimiwa Temba hapa, mboso yuko hapa Nilivyofika nikaambia peleka hilo daftari kwa mtu mwingine, wakaanza kuni vipi, nikaambia kwa hizi nshu zenu za kunitafuta tafuta mnatumwa, siwataki siwataki, na nikifika tu Dar es Salaam sitakanyaga ofisi za Wasafi na, na, nikafuta na namba za watu wote wa Wasafi namba. Sahii sina namba za watu Wasafi namba ya mtu ambaye nikonayo hapa waliokuwa Wasafi na namba tu ya, ya leivan nandoga tunaongea Lifuta namba za ote masnich, kumbe wanatumwa na Clouds, msha naelewa sasa. mm. Kwa hiyo nikakataa, nikarudi. mpaka sasa hivi mimi naendelea kivyangu, kama mambas 24 no sleep. Hapo ulimaliza vipi na rafiki yako Gigy Money? Yaani, aliishaje baada ya kumwadhibu? <laughs> kama kaka au <laughs> mpaka <laughs> leo amko sawa? Na tulikuja kukutana nani tripo seven siku moja usiku mm. tena alikuwepo na, ma, na marehemu Gadi na, mm. hatukukaa sana lakini Gigi kama bado ana hasira bado ana hasira, kwa sababu kuna siku moja nilikuwa, nilikuwa na show ilikuwa ni Mwanza ni wapi kwao, nilitaka na Gigi apate mm. shavu, kwa sababu promota aliniambia ukiji namtaka na Gigy mm. kwao, nikampigia simu ya kuna show hivi na hivi nani Dudu Baya akongema akakata na simu hapo. Kwa hiyo toka hapo alivyokata simu mm. sina namba ya Gigy, hatujawahi kuwasiliana. Kwa hiyo mm. inshu ndio ilivyotokea hivyo. Mimi sio mkorofi, huwa nachokozwa. mm. mimi ni mtu wa upendo, amani na furaha. Mimi ni son of God ni mm. mtoto wa Mwenyezi Mungu, ina maana uh... Ni, kwa maelezo yako ni kama watu walikuwa wanataka kuthibitisha kweli wewe jina lako ni Dudu Baya na linamaanisha Dudu Baya? Ya, ndio kama nilivyozungumza, kuna vyombo vya habari toka enzi za magazeti, wao ni kunichafua mimi nionekane mkorofi. Hmm, lakini Mwenyezi Mungu hmm, ananikutanisha na watu hmm, wakikaa na mimi 10 minutes, hmm. wanasema wanakuonea okay, kumbe tulivyokuwa tunasikia hauko cool. Hivyo hmm. mimi kwanza sipendagi nikiwa nakunywa pombe, unajua sipendagi kuongea ukiwa unakunywa na mimi halafu, ukiwa unaongea kama chiriku. Hiyo meza kuna mawili, nihame au nikufukuze. Unaweza nikachukua kinywa changu nikakaa pembeni, au nikakwambia tu nipishe. Kama umenikuta kwenye meza, nakwambia nipishe. Kama ni meza nimewakuta, nikakuta kelele ambazo <coughs> sio necessary, nahama na watu wote wanajua hata, hata bahari bichi hapa. Kwa hiyo mimi unywaji wangu ninavyokunywa ndio akili yangu inafanya kazi, na especially kwenye mziki huwa napenda kunywa huko, nasikiliza mziki. Tena mimi huwa spend mziki wangu kuchezwa sana disco, huwa napenda ma DJ wote wanajua nchi nzima, wanajua playlist ya Dudu Baya akifika kuna nyimbo ambazo hizi nyimbo anaweza kapiga nyimbo hata masaa mawili, nyimbo fulani fulani za wasanii za wasanii wengine, anapenda kujisikiliza yeye asubuhi mpaka jioni, uwezi wewe ukawa bora wenajisikiliza wewe tu. Kwa hiyo hiyo, mimi ndo lifestyle yangu kwenye kwenye mziki, sawa.